Anko kufanya kazi kwa juhudi sana, kujituma, kufanya kazi kwa juhudi, kufanya biashara kwa juhudi sana, sio kitu pekee kitakufanya kuwa bilionea. No, utafanya kazi kwa juhudi, utajituma, utapata hela nyingi, lakini hautaweza kuwa bilionea. Kwa nini? Unapaswa ujue ni jinsi gani ya kutumia hiyo hela, kwamba this amount is for saving, hii hela ni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, hii hela ni kwa ajili ya bills na vitu vingine vingine vyote lakini usipoweza kujua hilo, utaweza kutengeneza hela nyingi, lakini utazunguka pale pale na utaendelea kubaki na mikopo. Ivan the Don, keep watching my videos are very very useful to you. I'm sure 100%. Bye, thank you so much for your time.